Wakulima wa miwa kutoka eneo bunge la Bumula katika kaunti ya Bungoma wamepinga vikali kufungwa kwa daraja la pekee la kupimia miwa wakisema, hatua hiyo imezorotesha biashara ya zao hilo na kuhatarisha kipato chao. Na watu wa Bumula hii kuanzia muanda huko, walikuwa wanapeleka miwa yako Mumias. Mm. miwa yao ilikuwa inaenda Mumias. Mm. hii, wei bridge hii Imejengwa na ushuru wa watu wa miwa wa Bumula hii. Mse pili, yeah. yeah. hapo hapa anajua. Yeah. Na tunataka hii weigh bridge ibaki hapa, kwa sababu one itasalisha kazi. Yeah. Kiti ya pili itasaidia mkulima kujua amepata tani ngapi. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Wesisitu mali ya wakulima ya Bumula hapa upeleke huko Mumias huko, sijui wapi huko, hapana. Yeah. Sasa watu walikuwa wanafanya zoning, watu wa Kenya Sugar Port tunawaomba saa hii. Tukiwa hapa na wakulima hapa

wakulima hao wanadai kuwa mwekezaji binafsi anahusika katika njama ya kuwadhulumu na kuwalazimisha kusafirisha miwa yao hadi kiwanda cha Nzoia, hatua wanayosema inalenga kuwavurugia masoko na kuwapokonya uhuru wao wa kibiashara. Sisi kama wakulima wa Bumula, hii buying center ilichengewa na director Atson Lusaka, ndiye alikuwa director wa mok na akaonelewa wakulima wa Bumula wanaumia sana. Tulikuwa tunapeleka miwa Mumias. Na hiyo miwa yetu vile ilikuwa inaenda Mumias, njiani tulikuwa na pojas, walikuwa wanaiba miwa na sisi tulikuwa tunapata mambo inaitwa madiaries. Na director akasema hapana, watu wangu hawataendelea kuumia. Akatujengea hii way bridge hapa. Na akasema hata kama nimeenda nimekufa nyinyi mtasikia matunda yangu. Na sisi tukampea support na akatuletea hii way bridge. Sasa hii way bridge ili ni ni si mali ya Mumias, sio mali ya rai kwa miaka mingi wakulima hao wamekuwa wakipima miwa yao katika daraja hilo kabla ya kusafirisha hadi kiwanda cha Mumias. Na sasa wanasema kufungwa kwa kituo hicho ni kitendo cha uharibifu wa kiuchumi kinachoathiri mamia ya familia katika eneo la Bumula. Mimi nalima miwa, napeleka Bumula weighbridge, ni karibu sana, nachachiwa pesa kidogo sana. Hasa nashangaa anakuja kufunga mlango ya Weighbridge eti kwa sababu ya Rai. Rai ametokea wapi? Hapo nyuma Mumias walipofunga ni kampani yao. Tuliteseka na West Kenya. Wengi tulingoa miwa. Tulihangaika na miwa tunangoa. Mumias imekuja, tumelima miwa, tena Rai anakuja kutuhangaisha. Ametokea wapi? Ni sisi wakulima tunalima miwa, wamama tunakunja mikongo tunalima. Rai ametokea wapi? Ametusaidia wapi kulima miwa ndio bosa afunge Weighbridge? Tumeteseka sana, haki yetu wa nini? Rais atusaidie atusimamishe, kwa sababu ya weigh bridge ya Bumula. Bumula haitoki hapa, haiendi huko Nzoia. Wakulima tumekataa, ama aje yaje ni, tumekataa, haiendi Nzoia, tunapaki Bumula. Miwa inaenda wapi? Mumias. Tumekubaliana farmers wote, miwa inaenda wapi? Mumias, wakulima, na kama iko devolved, mbona rai anaruka kutoka huko bila kupitia kwa county government ya Bungoma ili akuje kufanya mna gani kufunga hii weighbridge? Rai, usipofuata sheria, nasi tutafuata sheria zetu kama wakulima wa Bungoma, na hata Bungoma hautapata. Na tunamwambia rais, kweli bwana rais, sisi tulishukuru, tulishukuru kusainisha sugar board, lakini lakini hiyo sugar bill ikapata kupitishwa, na ni kwa sababu tulikuwa tunataka watu wa Bumula challenges ambayo walikuwa nayo ikapate kuwa solved, hali ambayo imekuwa hapa Bumula kwa waybridge hii buying center ya Mumias. Kama wakulima tunasema eh, Judy Jesire, acting ceo wa sugar board, amekosea. Maana hatujapata court order ambayo imetoka kule, yenye inaruhusu sisi ifungwe wakulima sasa wanahisi serikali ya kaunti ya Bungoma pamoja na serikali kuu kuingilia kati haraka na kuwafungulia tena daraja hilo la kupimia miwa wakisema ndilo muhimili pekee unaowezesha kufanya biashara kwa haki na kudumisha sekta ya miwa katika eneo hilo nikiripotia mtazamo wa Dira Runinga ya Tandao jina langu ni Florence Simio